Wengi wamekuwa wakituuliza kituuliza ni dalili zipi basi ambazo ukiona unaweza ukawa na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Sasa kaa hapo, nitakuweza kuelezea ni dalili zipi ambazo ukiwa nazo basi fahamu una uvimbe kwenye kizazi. Namba moja ni ugumu wa kupata ujauzito au mimba kutoka mara kwa mara. Tumekuwa tukiwaambieni kwamba ukiona unapata ugumu wa kubeba ujauzito lakini pia mimba zinatoka mara kwa mara, hakikisha unafanya check up na kwa nini ufanye check up? Kwa sababu uvimbe moja kwa moja huwa mimba yani, ule uvimbe huwa unazuia mimba na pengine ikiwepo, huwa inatoka mara inatoka kwa sababu huwa ina, ina ipo ule uvimbe unapatikana kwenye uh, kwenye kwenye mji wa mimba ambayo tunasema ni uterasi. Kwa hiyo, namba mbili tunasema ni maumivu makali sana wakati wa tendo la ndoa, kwamba uvimbe unapokuwepo huwa unabana ile njia ya uke na kizazi moja kwa moja, ndio maana utakapokuwa unashiriki tendo la ndoa utakuwa unahisi maumivu makali sana, ndio maana Changamoto hiyo, usichukulie hizo wengi wanawake huwa wanavumilia asema hizo zote ni kuvumilia lakini haitakiwi kuvumilia. Jicheki kama uko sawa au hauko sawa. Lakini pia kukojoa mara kwa mara na pengine kuweza kupata choo kigumu. Wengi wamekuwa na changamoto hii na wengi wamekuwa wakikimbilia ni UTI kwa sababu moja ya dalili ya UTI ni kukojoa mara kwa mara. Ndugu yangu, ikitokea hali ya kukojoa mara kwa mara lakini pia unapata choo kigumu na inaashiria kwamba ule uvimbe tayari huwa ni ni mkubwa na unagandamiza kibofu na unagandamiza tumbo moja kwa moja, ndio maana utahisi choo kigumu na kukojoa mara kwa mara. Lakini maumivu makali ya tumbo la chini au mgongo. Tumbo la chini tunamaanisha chini ya kitovu. He, unapata maumivu ya chini ya kitovu, lakini unapata na maumivu ya mgongo. Ndio maana wanawake wengi, ukihisi maumivu ya mgongo, kuna vitu vingi vinavyosababisha maumivu ya mgongo, natakiwa ukachunguze, ili tuweze kuhakikisha, je, chanzo cha hiyo changamoto kwako ni kipi, ili uweze kupata msaada zaidi. Moja ya chanzo kimojawapo ni uvimbe kwenye kizazi, na mara nyingi utapata hasa unapokuwa kwenye hezi au unapokaa kwa muda mrefu, unapokuwa kwenye siku zako, ukipata maumivu makali sana ya mgongo na unapokuwa kwenye unapokuwa umekaa, basi hakikisha ucheki, huenda ukawa ni dalili mojawapo ya uvimbe kwenye kizazi. Lakini pia hedhi kurudia mara kwa mara eh, unakuta mzunguko wako wa hedhi unakuwa ni mfupi, lakini pia unaweza ukapata hedhi mara mbili kwa mwezi. Nimeshawaelekezeni sababu moja ya sababu inayosababisha ni uvimbe kwenye kizazi eh, unapo uh, unapotibua au uh, unapoleta shida kwenye kizazi chako, basi jua kabisa homoni zako zikivurugika na especially homoni ya progesterone na estrogen ikishavurugika, moja kwa moja itakusababisha wewe kuweza kupata hedhi mara hizo mara mbili. Unakuta kwa mwezi mmoja unaingia za mara mbili, na wengine wanaingia zaidi. Ni changamoto kubwa sana. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unacheki, ukiona unaingia mara mbili kwenye mwezi Cheki jeni na uvimbe. Kama utakuwa na uvimbe, upate suluhisho mapema, lakini kama utakuwa na changamoto nyingine, basi utatakiwa upate suluhisho kama hormone balance. Lakini pia ili na changamoto nyingine zinaweza zikasababisha pia kuingia kwenye siku zako mara mbili ndani ya mwezi moja. Lakini pia hedhi nzito na ndefu, wengi mmekuwa mmepata damu. Damu inakuambia kila kitu, na wengi hawafahamu kwamba damu inaweza ikawa inakuambia kila kitu. Damu inakuelezea uzazi wako ukoje. Wengi wanapata damu, unapata damu nzito, unapata damu yenye utelezi, unapata hedhi ambayo inakuwa ni, ni, ni, ina e, na harufu mbaya. Na wengine wamekuwa wakipata hedhi ambayo unakuta ni kidogo sana, e, unakuta kama ni matone, matone, kidogo sana. Wengine unapata hedhi nyingi nzito za i. Ndugu yangu shtuka, hiyo ni changamoto, ni dalili mojawapo inayoonesha kwamba una changamoto kwenye uvimbe kwenye kizazi. Lakini pia kupata hezi ndefu. Uh, wengi hamko um, hapo lakini hamfahamu um, changamoto hii unapopata hezi ndefu. Anakwambia, ah, mimi dokta, nina sasa hivi ni wiki ya pili, bado napata damu tu eh, wakati damu unatakiwa upate ndani ya siku tatu mpaka saba, basi jua ni dalili nyingine inayoonesha kwamba wewe una changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Sasa kama uko hapo, una changamoto hiyo ya uvimbe kwenye kizazi, haijalishi ni sentimita ngapi, ni kuambie kwamba changamoto yako inapona kabisa. Kama unahitaji msaada, wasiliana na Dr. Jimmy leo ili uweze kupata suluhisho la uhakika moja kwa moja bila kuwa na changamoto yoyote. Ndugu yangu, kama hujasubscribe channel yetu, basi subscribe na comment na kushare ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na swali lolote, karibu. Tuko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika.